Mafunga kazi nayo ya spoti. Spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula amebaini kuwa atawekeza kila juhudi za kuhakikisha kuwa kituo cha kukuza talanta kinajengwa katika kaunti ya Bungoma chenye thamani ya shilingi milioni 50 katika juhudi za kukuza talanta za vijana. Aidha, amewataka vijana kuwa kwenye mstari wa mbele kujisajili katika mpango wa Kazi Majuu, kama anavyoarifu Mary Chalo. Katika juhudi za kukuza talanta, kukuza utamaduni na vipaji miongoni mwa vijana katika maeneo tofauti nchini, kaunti ya Bungoma inapania kujenga kituo cha kukuza talanta, vipaji na utamaduni katika kaunti hiyo. Kulingana na Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula akitangaza kuwa kituo hiki ni chenye thamani ya shilingi milioni hamsini, akisema kuwa yupo tayari kufanya kazi na Wizara ya Masuala ya Vijana kuhakikisha kuwa fedha zile zinatengwa ili kuhakikisha mradi huo unaanzishwa. Seneta wetu atanifuatilia niweke shilingi milioni hamsini, tuwawekee talent center, tuwawekee nafasi ya kucheza. Wetangula aidha, amewataka vijana kuwa kwenye mstari wa mbele kujiandikisha katika nafasi za kufanya kazi nje ya taifa la Kenya kupitia mpango wa kazi majuu. <tipi>

Wetangula pia ameahidi kuwa atahakikisha talanta za vijana kutoka maeneo hayo zinakuzwa, huku seneta wa Bungoma David Wakoli akimtaka gavana wa kaunti hiyo pia kujitokeza kuhakikisha kuwa kituo hicho cha talanta kinajengwa.